Masomo ya misa takatifu Ijumaa juma la thelathini na nne katika kipindi cha kawaida. Somo la kwanza, Danieli sura ya saba mstari wa pili hadi kumi na nne. Somo katika kitabu cha nabii Danieli. Mimi Danieli nimeona jozi usiku, ghafla pepo ine za mbingu ziliichafua bahari kuu, na wanyama waine wakubwa mno wakatoka baharini wote wa namna mbalimbali. Yule wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na bawa za tai. zilipotaza, Nilipotazama bawa zake zilingolewa, naye akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu ya miguu yake kama mwanadamu, akapewa moyo wa mwanadamu. Na tazama, mnyama mwingine, yule wa pili alikuwa amefanana na dubu, naye aliinuliwa juu ya upande mmoja, alikuwa na mifupa mitatu ya bavu kinywani mwake katika meno yake, akaambiwa simama, ule nyama tele. Baadaye nikaangalia natazama, mnyama mwingine aliyekuwa kama chui na mwenye bawa ine za dege mgongoni, mnyama huyo alikuwa na vichwa viine, naye akapewa utawala. Baadaye nikaangalia katika maono yangu ya usiku na tazama, mnyama wa nne aliyekuwa mwenye kutisha na kuogofya na mwenye nguvu kubwa ajabu, alikuwa na meno makubwa ya chuma, alikula na kuponda, akakanyaga kwa miguu yale yaliyobaki. Alikuwa wa namna tofauti na wanyama wote waliomtangulia naye alikuwa na pembe kumi. Nikaangalia zile pembe na tazama, pembe nyingine iliyodogo ikaota katikati ya zile pembe, na pembe tatu kati ya hizo zikang'olewa mbele yake. Na tazama, katika ile pembe mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, tena kinywa chake kusema maneno ya kiburi. Huku nikiangalia viti vya enzi vikawekwa, na mzee wa kale akaketi. Vazi lake lilikuwa jeupe kama theruji na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa dimi za moto, na magurudumu yake moto wenye kuwaka. Mto wa moto ulitiririka na kutoka mbele yake, maelfu na maelfu walimtumikia na mamilioni na mamilioni walisimama bila hatia mbele yake, wenye kuhukumu barazani wakaketi, vitabu vikafunguliwa. Hapo nikaangalia, nikasikia sauti ya maneno ya kiburi yaliyosemwa na ile pembe. Nikaangalia, yule mnyama akauawa, na mwili wake ukateketezwa na kuchomwa katika moto wenye kuwaka. Wanyama wengine wakaondolewa utawala wao lakini wakapewa ongezo la maisha yao kwa wakati na muda uliowekwa. Nikaangalia katika maono yangu ya usiku na tazama, mmoja kama mwana wa mtu akaja katika mawingu ya mbingu, akaendelea mpaka akamfikia yule mzee wa aka kale, akakaribishwa mbele yake, akapewa utawala, utukufu na ufalme watu wa makabila yote na mataifa yote na lugha zote wakamtumikia. Utawala wake ulikuwa utawala wa milele usiopita, na ufomo wake hautaangamizwa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, kitabu cha nabii Danieli sura ya tatu mstari wa 53 hadi 59. Kiitikio: Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi milima na vilima, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi mimea yote ichipukayo katika nchi, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Emi chemichemi, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi bahari na mito, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi nyangumi na vyote vitembeavyo majini, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi nyote dege wa angani, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Enyi nyote wanyama wa porini na wafugwao, mtukuzeni Bwana. Msifuni na kumtukuza milele. Msifuni na kumtukuza milele. Tazameni juu, viinueni vichwa vyenu, kwa maana ukombozi wenu umekaribia. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Luka sura ya 21 mstari wa 29 hadi 33. Wakati ule, Yesu aliwaambia wafuasi wake mfano: utazameni mtini na miti mingine yote. Inapoanza kuchipuka, mwaona na kutabua ya kuwa wakati wa mvua ni karibu. Kadhalika ninyi Mnapoyaona mambo hayo yakitendeka, tabweni ya kuwa ufomo wa Mungu upo karibu. Amin nawaambieni, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na dunia zitapita, lakini maneno yangu hayatapita. Ijili ya Bwana. Sifa kwako e Kristo.